Pengine pressure inaweza kushuka sasa. Yusuf anaicheza pasi ya ndani kwa Nabi Yusuf, Kagoma tabadilisha mpira ambao anapita kwa Shomari Kapombe. Show me the way, Sowa Jonathan anapita tena, Sowa Jonathan, Kibu Denis, Kibu Denis Prosper anazika hai matumaini ya Nsingizini. Jonathan Soa akapika na kuweza kuweka pasi ya upendo kwa Kibu Denis Prosper, twist and turn, kadondosha bega la kushoto, akageuka na bega la kulia. Kibu Denis Prosper! Kibu ni bao lake la kwanza msimu huu. Pasi ya kisigino, pasi ya kisiguato Pasi ile imepigwa kwa kikanyagio na kuweza kumkuta Kibu Dennis Prosper.